Masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja aliwahi kuhadithia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, alipokuwa yupo katika vita vya Tabuk, wamekwenda kufika sehemu fatawakafa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, mara Mtume akasimama, kisha akawaambia kwamba huko Madina na rijalan, tumewaacha watu hao, watu hao wanapata yale ambayo tunayopata. Kisha mtume akawaambia, hamjapita njia yoyote nyinyi masahaba zangu, wala hamjakata bonde lolote nyinyi masahaba zangu, isipokuwa katika kila njia mliyopita mnalipwa thawabu na katika kila bonde mnalopita mnalipwa thawabu. Lakini thawabu mnazolipwa na wao, wale waliobakia kule Madina, wanalipwa mfano wenu. Masahaba wale wakamsikiliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume akafungua kwa nini wanalipwa, akasema habasahumul maradhu, wao wamezuiliwa na maradhi. Mawalikusudia kuja vitani, lakini maradhi au nyudhuru ziliwasababisha wao wasije vitani. Kwa makusudio yao yale, yanasababisha wao wapate thawabu, hata kama hawapo katika kitendo husika.